Wakili msomi Peter Kibatala akiwa mahakamani baada ya kutoka kwenye chumba cha mahakama, kesi ya Tundu Antipas Lissu iliposogezwa mbele, alipoulizwa kuhusiana na wateja wake wa Kanisa la Ufufuo na Uzima waliokutana na kadhia ya kutawanywa na jeshi la polisi kwa kutumia mabomu ya machozi na wengine kukamatwa, wateja hao kwa sasa wanaendeleaje na vipi kuhusu shauri lao? Wakili msomi Peter Kibatala alijibu kwa kusema Sina uhakika kama ni mahali sahihi, lakini kwa kuwa nimeshaulizwa swali, busara na ustaarabu vinanielekeza kwamba ni lazima nijibu, kwa sababu ni swala la kisheria. Uzuri ni kwamba ni swala la kisheria, na labda nilijibu kwa upendo kabisa, kwa sababu nalikonekti na kitu kikubwa, yaani picha kubwa kwamba sisi mawakili au mimi wakili wa kanisa la The Glory of Christ Tanzania Church tunahusianisha moja kwa moja mambo yote yaliyotokea ikiwemo kufungiwa kwa kanisa lile na kuzuiwa kwa waumini na waamini wa kanisa lile kushiriki misa, kutokana na maombi yaliyotangazwa na kanisa lile chini ya uongozi wa Askofu Josephat Gwajima kwamba watafanya maombi ya kumwombea mteja wetu katika kesi Tundu Antipasilisu kwa hiyo tunaona ni direct connection, lakini kama nilivyosema, hiyo direct connection kuna mahala pake pa kuonesha ambapo ni mahakamani. Kuna baadhi ya waandishi tulikuwa nao Dodoma katika kesi mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabo na kesi ile itaendelea tena mnamo tarehe nane mwezi wa saba. Hapa katikati kuna amri zimetolewa za kupeleka viapo kinzani, nasi tumepewa ruhusa ya kupeleka kiapo cha ziada. Kwa hiyo kuhusiana na kesi inaendelea, na pengine kuna kesi moja au mbili za ziada zitabidi kufunguliwa, lakini kwa ujumla wake hakuna sababu yoyote ya jeshi la polisi kuwakamata au kuwazuia wateja wangu Glory of Christ Tanzania Church, waumini wake na viongozi wake kufanya misa tunasistiza sheria ambayo inaitwa Societies Act ndiyo inampa msajili wa jumuiya za kiraia nafasi ya kutoa adhabu ya kisheria, lakini kikubwa kuliko chote ni kwamba lazima atoe notisi. Mpaka leo tunavyozungumza, wateja wangu wa Glory of Christ Tanzania Church hawajawahi kupewa notisi yoyote ile ya kisheria kabla ya hicho kinachoitwa kufutiwa usajili. Kwa hiyo hilo ni pungufu kubwa sana la kisheria ambalo tunalishughulikia kisheria na tutatoa taarifa zaidi baadaye. Lakini kwa ujumla niseme tu kwamba maoni yangu kama wakili, kulikuwa hakuna sababu yoyote ya nguvu ile kutumika namna ilivyotumika. Nguvu ile ingeweza kutumika mahala pengine, pengine hata ile press conference aliyoifanya Josephat Gwajima pengine asingekuwa na haja ya kuifanya kama nguvu ile ile ingetumika kwenye mambo ambayo Askofu Gwajima aliyalalamikia na kuyatolea hoja katika press conference yake. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mimi ni wakili na of course tunashirikiana na mawakili wenzangu marafiki, tutaendelea kupigania haki hiyo. Tunaamini siku moja waumini wa Glory of Christ Tanzania Church watakusanyika tena katika makanisa yote nchini wakiendelea kufanya misa kwa kadiri ya usajili wao. Ni hayo tu, hayo ndiyo maneno ambayo aliyazungumza wakili msomi Peter Kibatala alipoulizwa kuhusiana na wateja wake wa kanisa la ufufuo na uzima waliokutana na kadhia ya kutawanywa na jeshi la polisi eh, kwa kutumia mabomu ya machozi na wengine kukamatwa, kwamba wateja hao kwa sasa wanaendeleaje na vipi kuhusu shauri lao. Hivyo ndivyo ambavyo eh, wakili msomi Peter Kibatala E, alivyojibu. Ama hayo ndio ambayo wakili msomi Pita Kibatala aliyo yazungumza. Itakumbukwa pia kwamba siku tatu zilizopita, baadhi ya wa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima walikamatwa na jeshi la polisi siku ya Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025. Mwananchi Digital, kama chanzo chetu cha habari hii, ilikuwepo eneo la tukio lilipo kanisa hilo na ilishuhudia baadhi ya waumini hao ambao walikusanyika na kufanya maombi nje kabisa ya kanisa hilo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam, wakipandishwa kwenye gari ya polisi, yaani defender iliyokuwepo eneo hilo. Hatua ya polisi kuzuia waumini hao kufanya ibada katika eneo hilo ilitokana na Juni 2 mwaka wa 2025, msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa kutangaza kulifuta kanisa hilo kutokana na kukiuka sheria ya jumuiya za kiraia sura ya 337 kwa kile alichoeleza limekuwa linatoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa. Tangu wakati huo kanisa hilo limekuwa likilindwa na askari polisi wenye silaha. Hata hivyo, kadiri siku zilivyokwenda, ulinzi ulipungua, huku utepe uliowekwa kuzuia watu kuingia na kutoka uliendelea kusalia. Kanisa hilo limefungua kesi mahakamani kupinga hatua hiyo, na kesi inaendelea. Siku ya Jumamosi Juni 14 mwaka huu wa 2025, kupitia mtandao wa kijamii wa Askofu Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM jijini Dar es Salaam, alitangaza uwepo wa kusanyiko, akiandika Waebrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Asubuhi ya Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025, eh, Mwananchi, chanzo chetu cha habari hii, ilifika eneo la kanisa hilo na kukuta askari wakiwa wametanda maeneo mbalimbali mbali kuhakikisha hakuna anayeingia kanisani hapo. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari,